Wakati mwingine wazazi hujitolea kwa ajili ya watoto wao, ila tazama malipo ya watoto kwa wazazi wao. Ah, hmm. leo ndo siku kwamba leo ni siku sana, mimi nani siku kufika. Ulikuwa ukilalamika sana kwa muda mrefu, naye Mwenyezi Mungu amekisikia kilio chako, hivyo basi ni wajibu wako ukapati kujitahidi na kutafuta kila kitu ambacho ulikuwa unakihitaji katika maisha yako kaka. Haya ni maisha yako, sio maisha yangu. Hebu tazama ndugu yako maisha anayoishi, ila najua kila kitu kinachopitia kila level ya mwanadamu anayopitia. Basi wewe ndio na Mwenyezi Mungu na kazi ya Mungu, kaka. Hiyo naongea haya maneno ikiwa na maanisha, ikiwa na maanisha na, na pia katika familia yetu, nafikiri unatambua nimechukua nafasi ya baba na tena ya mama. Hauna ndugu yako mwingine zaidi yako, zaidi yangu. Sasa mimi nataka ukafanye bidii kwenye unaenda, zile ahadi zote ambazo ulikuwa ukiniahidi, basi naenda ukapate kuzitimiza na kuachilia baraka zangu zote kaka. Ukijua kule kuna watu wa ila dizaini kuna watu wa kila aina pia yeah. Kwa sasa hatuna chochote ambacho tumebaki nacho zaidi ya uhai wetu tu, tumeuza kila kitu kwa ajili yako. Mashamba yote ambayo tulikuwa nayo, ambayo yalikuwa yamebaki kama urithi tulioachiwa na marehemu baba, nimeyauza kwa ajili yako kakamu, ili kufuta hilo chozi ambayo ilikuwa nakinulia kila wakati, kwamba kaka, mimi nataka nipate hii nafasi na nitaitumia basi. Kaka, nakuachia baraka zangu zote kama kakako mkubwa. Naomba usinyangushe kakaangu, tafadhali. Kwa maana utaniumiza. Umenisikia kaka? Ngu, asante sana kwa hali waai, kama una chochote cha kuongea basi naomba uongeze. Na, kaka tumeongea mengi ila, ninachotaka kukuambia, acha nikutoe shaka. Kwa maana hii ni nafasi ambayo niliomba takia mwanzo na na kwahidi ya kwamba nitaenda kufanya bidii, nitafunga masomo katika masomo mm -hmm, na nitaleta kile ambacho ulikuwa unakihitaji kaka Nataka kuleta ufanisi nyumbani, tuondoe haya maisha ya uchochole hapa nyumbani. Najua maisha haya hayapendezi kaka. Wengi wamesoma na tunaona manufaa yao katika ulimwengu huu, mbona asije kwetu achawa mkubwa wangu? Niende nkang'ang'ani katika masomo, na najua ufanisi tutauleta hapa nyumbani hilo kaka naona tumeongea mengi na itabidi mimi nikuache nielekee chuoni, maana naona wakati umesonga sana. Acha nikuache kuache na kupromise nikafanya bidii.

Eh hey, vipi bro, vipi, uko salama tena, uko salamu tena. Aisaka, uko nyumbani kweli, ila siamini ndichokiona kweli. Aisaka nabadilisha watoto kama nguo yani, ila sijui kama na yani. Nabadilisha watoto sana Asante sana, msiamini kabisa haya maneno. Kama niyokona na huyu Seni anaahidi kwamba atafanya bidii tena, tukauza mali zote tulizokuwa nazo kwa ajili yake. Matokeo yake ni haya. Siamini kabisa tena, bado hajamaliza hata mwezi sasa, bado ndio siku leo itaanza mwendo wake, unaanza tayari kwa hivi. Ah wee Mungu, tafadhali nakuomba ulishughulikia hili swala, kwa maana sio kawaida kabisa. Bwana ujambo kaka. Sikuelewi kaka, yaani siku zote nilikuwa nikifikiria kwamba watu wapumbavu hawako tena kwenye hii dunia, lakini kumbe niko na mmoja na naishi naye hapa kaka. Nilikutuma uende chuo ukanihakikishia kwamba utafanya kitu ambacho, ukisipata kuhusu wewe, hakuna habari nzuri hata moja hivi. Kaka, mbona umeamua kuni, kuni venye umechakaa umekaa kama muuza maji mtaani muuza maji hivi ujioni wewe uangalia kwa maonekano wako uliondoka hivi hapa nyumbani acha kujisahau wewe hata bagi lenyewe hujui umeliweka wapi umeendekeza tu juu Hivi nafikiri ilikuwa sijui kila habari zote ambazo ulikuwa ukifanya huko nilikuwa, nilikuwa nazijua kwa taarifa zako niliweka mtu wa kufuatilia kwa maana hadi ambazo uliniahidi ni ahadi nzuri sana. Hivyo basi, niliamini kwamba endapo utafuata zile ahadi ambazo uliniahidi mimi kakako, basi niamini kwamba utafanikiwa kaka. Tazama, tumepoteza kila kitu, mashamba, hata ile nyumba ambayo tuliachiwa kwa sababu ya urithi pia tuliuza, na niliuza kwa ajili yako. Haujamaliza mwezi tu kaka, ulikuja tu kwa ajili ya kuharibu. Kiko wapi sasa? Tazama, kila kitu umeteketeza, mashamba nyumba ambayo tulikuwa tumeachiwa umeteketeza pia, tunaishi kwenye hiki kibanda kaka. Tena unaendelea kuongea na kuomba. Kaa mbali na maisha yangu, kwa maana naona chenye umebakisha umebakisha mimi tu, kaka yako. Unataka uniteketeze? Wewe wewe mtoto utaniua wewe. Wewe ni mjinga kaka. Nitakuwa vipi sasa? Tena unaongea tu kirahisi, eti utakuwa kitu tunaenda shule tu, tupate raha kaka. Wewe ni mjinga kaka. Hakuna mjinga. Wewe ni mjinga zaidi ya wajinga. Nimesoma kaka, nitakuwa vipi mjinga? Sasa umesoma nini? Sasa umesoma nini? Angalia jinsi nilivyo. Umesoma nini wewe? Tena unaongea nini wewe? Una akili timamu wewe? Endelea na ujinga wako, kwa maana naona hayo ndio maisha ambayo umechagua. Endelea kwa mjinga, endelea hasa. Hayo maisha ndio umechagua. Tena unaongea tu. Ujinga, ujinga tu. Kuna ee, kitu chochote wewe? Kuna we, chochote? Nenda tena, sitaki kuona hata kwenye hiki kibanda. Hii ni we mali yangu. Sasa baki hivyo hivyo. Mashamba yote ambayo niliuza kwa sababu yako hayo, niliuza kwa sababu na hayo ndio yako. Hakuna chochote kwako, hata kwa kitanda hakuna we. ni mchinga kiasi gani wewe?